Ndugu waislamu na ndugu washiriki, Mwenyezi Mungu mtukufu amekijalia kitabu hichi cha Qurani kuwa ni nuru kwa yoyote mwenye kushikamana nacho hupata uongofu. Hivyo napenda kutumia nafasi hii kuwakumbusha waumini wenzangu tujitahidi kufuata miongozo ya dini yetu ya kushughulikia Qurani ili tupate kuongoka. Vile vile tuwe miongoni mwa wenye kuipenda Qurani na kuwaunga mkono ndugu zetu hawa wanaoisimamia shughuli hizi za Qurani. Natumia fursa hii kuwahimiza waumini wenzangu katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, tuzidishe bidii katika kuisoma Qurani. Aidha, tuwahimize watoto wetu kwenda na mwendo huu mwema wa kupenda kusoma Qurani ili kuwa na jamii yenye hofu ya Mwenyezi Mungu na kutekeleza maamrisho yake. Napenda kuwapongeza kwa dhati vijana wetu waliotuonyesha umahiri na weledi mkubwa katika kusoma Qur'ani kwa njia ya tajwidi. Namwomba Allah mtukufu awabariki katika maisha yao yote ya dunia na akhera na wajalie wadumu katika mwendo huu mwema. Nachukua fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru walimu wote waliowasimamia vijana wetu washiriki kwa kutekeleza vyema jukumu lao hadi leo, tunashuhudia matokeo ya kazi yao hiyo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awalipe kila laheri na na waendeleze jitihada zao katika kuifundisha fani hii. Mwenyezi Mungu mtukufu amekijalia kitabu hichi cha Qurani kuwa ni nuru, kwa yoyote mwenye kushikamana nacho hupata uongofu. Hivyo napenda kutumia nafasi hii kuwakumbusha waumini wenzangu, tujitahidi kufuata miongozo ya dini yetu ya kushughulikia Qur'ani ili tupate kuongoka. vile vile tuwe miongoni mwa wenye kuipenda Qur'ani na kuwaunga mkono ndugu zetu hawa wanaoisimamia shughuli hizi za Qur'ani. Tuzo ya saba